A, jina langu ni Lilian Lukambuzi, ni mkurugenzi wa tathmini athari kwa mazingira na jamii lakini hapa kwa siku hii ya leo niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na usimamizi wa Mazingira NEMC. A, katika siku hii ya leo a, sisi kama Baraza la Taifa la Hifadhi na usimamizi wa Mazingira a, tumeona tusherekee kwa aina ya tofauti a, siku ya wanawake duniani kwa maana tunafahamu kwamba siku ya tarehe nane ndio kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na sisi kama watu, kama taasisi ambayo inasimamia hifadhi ya mazingira nchini, tuliona kwamba siku hii isipite hivi hivi, tufanye jambo. Na jambo ambalo tumeona tulifanye ni jambo la kuhimiza au kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kama mnavyofahamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani, yeye ni kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika, na kwa kutekeleza maono yake, serikali ilikuja na mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa miaka kumi ambao ulizinduliwa mwaka ishirini ishirini na nne, unatarajia kukamilika mwaka thelathini na nne. Na katika kutekeleza uh, mkakati huo uh, ambao lengo lake kubwa eh, ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka ishirini eh, thelathini na nne asilimia themanini ya Watanzania uh, wao wamehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuachana na nishati chafu ya kupikia. Uh, lakini vilevile vile katika kutekeleza maono hayo ya Mheshimiwa Raisi uh, serikali pia ilitoa maelekezo kwamba taasisi ambazo zinalisha watu zaidi ya mia moja ziachane na matumizi ya nishati chafu ya kupikia na hivyo kuhamia katika nishati safi ya kupikia. Na nishati safi ya kupikia uh, sisi kwetu kama wana mazingira tunaihamasisha kwa sababu tunafahamu kabisa uh, matumizi ya nishati chafu, chafu ya kupikia ambayo inatokana na mkaa na kuni inasababisha ukataji wa miti na hiyo ni uharibifu wa mazingira. Lakini katika kutumia nishati chafu ya kupikia kuna uzalishaji wa uh, hewa ukaa ambayo mwisho wa siku inakwenda kuchangia katika athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vilevile nishati chafu ya kupikia ina athiri afya kwa watumiaji wa nishati hiyo ambao asilimia kubwa ni wanawake na watoto ambao wanatumia muda mwingi wakiwa jikoni, wanapata changamoto za kiafya zikiwemo e, changamoto za mfumo wa kupumulia, matatizo ya macho na hata baadaye, kwa muda mrefu katika matumizi hayo wanaweza kupata saratani. Kwa hiyo sisi kama wana mazingira tuliona kwamba tufanye au tutekeleze kwa vitendo, na tukaona kwamba tuje angalau kwenye shule hii ambayo tumesikia historia yake ni shule kongwe eh, ambayo imeanzishwa toka mwaka 1934 na ina wanafunzi takriban elfu moja na mia saba. Na wao katika kupika kwao chakula wamekuwa wakitumia kuni na mkaa kwa asilimia mia. Kwa hiyo hawajawahi kutumia nishati safi, kwa hiyo tukaona kwamba sisi basi tunapoelekea kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani, sisi kama baraza basi tuje kwenye shule hii ili tuweze kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa vitendo kwa kutoa majiko e, ya nishati safi ya kupikia ambayo ni majiko ya gesi. Na majiko hayo kama mlivyoona, ni majiko manne ambayo yana uwezo wa kupika e, lita mia saba kwa ujumla wake, na majiko hayo kwa ujumla wake e, na miundombinu ya gesi yana thamani ya karibia milioni kumi. E, kuna majiko matatu ambayo ni ya, ya lita mia mbili mia mbili ambayo ndio yanafanya mia sita na jiko moja dogo ambalo ni la lita mia moja Yale majiko ya lita mia mbili kila moja lina thamani ya shilingi milioni mbili na laki nne, na lile dogo la lita mia lina thamani ya shilingi milioni moja na laki sita. Na tumefanya hivyo basi, kama nilivyosema, ili kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa vitendo, na tukiwa tunaamini kabisa wapishi ambao wanafanya kazi ya kupikia wanafunzi hapa wana majukumu mengine mengi ya kufanya na wanapotumia kuni na mkaa, yawezekana saa zingine hata kuni zinakuwa ni mbichi, kama nilivyosema, nyingine zinatoa moshi, wanatumia muda mrefu katika kupika. Lakini watakapotumia nishati hii safi ya kupikia, kwanza wataokoa muda, afya zao watazilinda, na wataweza kushiriki katika majukumu mengine ya kitaifa. Lakini pia na wanafunzi watapata huduma ya chakula kwa wakati na watapata muda mzuri wa kujisomea. Kwa hiyo sisi tumeanzisha hiyo hamasa na tunaamini kwamba shule itaendelea kuongeza majiko mengine na itahama kabisa kutoka kwenye nishati chafu ya kupikia na kujikita kwenye nishati safi ya kupikia. Na hivyo hivyo, basi niendelee kuhamasisha wanawake ambao tunajua kabisa, wao ndio ambao wana jukumu kubwa la kupika huko majumbani, basi waweze kuhamia katika nishati safi ya kupikia ili waweze kulinda afya zao, lakini kupata na muda mwingine wa kuweza kutekeleza majukumu ambayo yatawasaidia kupata vipato ambavyo vitaweza kuwainua kiuchumi, badala ya kupoteza muda mwingi katika kutibia afya zao, lakini na kwenda kutafuta kuni na mkaa. Shule hii tumekuwa tukipata shida sana katika matumizi ya kuni ambayo ndio nishati ambayo tulikuwa tunaitumia sofa hadi sasa, na imetuletea shida sana. Ilivyokuja uh, kauli ya kubadilisha mfumo wa upikaji, tumeshukuru sana NEMC kwa kutulekea hii fursa na tunashukuru sana maana tumepata sasa majiko manne na yana gesi yake, na tutaanza sasa kutumia mfumo huu rasmi, ili utuwezeshe kabisa sasa katika kuboresha mandhari ya shule, na pia inasaidia katika kuboresha hali ya misitu, maana kuni zilikuwa zinakatwa, miti mingi inaanguka na inasabikia ukame. Aa, kabla ya matumizi ya gesi tulikuwa tunatumia kuni na mkaa, na hii imetuletea shida kwa baadhi ya wapishi na pia imetuletea shida pia kwa wanafunzi, na kupatikana kwa mkaa ilikuwa ni ghali sana, na pia tulikuwa tunaharibu misitu kwa sababu wanakata miti, tunapata mkaa na tunapata na kuni. Kwa hiyo matumizi ya gesi safi inasaidia katika uboreshaji wa mazingira na pia katika hali ya ustawi wa jamii. Kwa sasa tunashukuru sana NEMC kwa kutujalia kuni kutupa majiko haya safi sana na tunawapongeza kwa jitihada hizi za kuendeleza matumizi ya gesi salama. Asanteni sana NEMC na tunashukuru sana kama shule. Naitwa na Elisa Mkwezo nasumaa daressalam ba katika shule ya msingi ya Arusha. Katika siku ya leo tunafuraha sana kwa sababu tumepokea nishati safi sana ya kupikia because kwa sababu rais wetu Samia ameamua kutuletea nishati hiyo. Tunamshukuru sana, hata serikali yetu ya Tanzania tunaishukuru pia, hata NEMC, pamoja National Ele National Environmental Management Council, tunashukuru kwa kutuletea majiko haya ambayo ataweza kutusaidia sisi kwa kuimarisha nishati yetu kwa ajili ya kupikia. Tuna changamoto nyingi ambazo tulikuwa tukizipitia wakati tunatumia majiko ya kuni au nishati ya kuni. Muda mwingine chakula kilikuwa kinachelewa, kwa sababu ya mvua, kuni zinakuwa mbichi, lakini kwa sasa, kwa sababu umetuletea majiko ambayo ni mazuri, yatatusaidia kwa ajili ya kupata chakula mapema, yatatusaidia hata ku tuendelea kutuweka sisi na afya yetu salama, kwa sababu hata muda mwingine wale wapishi ambao walikuwa wanatusaidia kwa ajili ya kupika wao wenyewe walikuwa wanajisikia vibaya, sio tunawashukuru sana kwa ajili ya kutuletea majiko haya. Asanteni.